wa Utatu Mtakatifu. Sista amekwisha tembea katika shirika hili na kuishi pamoja na watawa hawa, na sasa anathibitisha kwamba yuko tayari kuendelea kutoa maisha yake utakatifu ambao wanatoka katika ile nchi ya Spanyola, na wamekuja pia katika jimbo hili lechu, na zaidi katika parokia hii ya Mtakatifu Yusufu katika maisha yao na kutumikia katika wito ambao amewaitia. Ndio leo hii tunapokuja katika sherehe hizi za daima, tunakuja kusherehekea zawadi kubwa ya wito. Wito na wito sio tu ule wa utawa ama wa upadri, wito unaanzia katika

Kama wazazi hawakushiki mkono na kukupeleka kanisani na kukusaidia kumjua Mungu zaidi, basi inakuwa vigumu hata Mungu kutumia wewe kama chombo. tunapaswa kuishi na watu wengine na zaidi katika kumheshimu Mungu. Injili ya leo inazunguzia kijana mmoja tajiri aliyemwendea Yesu Kristo na akamwambia, afanye nini ili aweze kupata uzima wa milele, na Yesu akamwambia, akamuuliza jinsi yeye anavyojua. Na akasema upende baba upende mzao wapende wazazi usiibe usizini usiseme uongo. Akamwambia pema, lakini akataka kumwonesha ni zaidi kuliko haya. Ukiona zile amri kumi za Mungu zimegawanywa kwa njia mbili, kuna zile zinazohusiana na Mungu

mahusiano ya binadamu na tunaambiwa hatuwezi kumpenda Mungu kama hatujaanza kuwapenda wale tunaoishi pamoja nao. Hauwezi kusema unampenda Mungu na huyo jirani yako huyo ambaye umekaa pamoja naye haumpendi. Masista wa Utatu Mtakatifu, utatu ya upendo, mahusiano ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni upendo. Mungu alitupenda sisi, Mungu akatupenda kiasi akamtoa mwanawe kwa ajili yetu sisi. Upendo wa aina gani huo? Tumeshuhudia upendo huo katika kipindi hiki cha Krismasi tunaendelea na upendo wa Mungu. Kwa binadamu ambaye alikuwa ameanguka katika dhambi, kwa binadamu ambaye alimwasi Mungu na amekosa, lakini

tumtakatifu ishara kubwa ya upendo wa Mungu kwao. Huyu kijana anakuja kwa Yesu Kristo akimuuliza afanye nini ili abili utukufu wa ili ufalme wa Mungu. Kwanza tunaona huyu kijana alikuwa ni Myahudi kabisa, kwa sababu Myahudi alikuwa ni mtu anayejua sheria na lipo tanga zile sheria ilikuwa dhihirisho kwamba hakika yeye anajua jinsi ambavyo mabo myahudi anavyopaswa kutenda. Sista, umeingia katika kishirika la utatu mtakatifu, unajua jinsi ambavyo unahitajika kuishi ukiongozwa ukitaka kuishi vile unataka, unatoka, unaanza shirika lako la ume, vile utaishi vile unataka sijui nani. Hata katika familia sijui nani anaishi vile anataka kila mahala kuna Mungu, kuna muongozo, kila mahala kuna utaratibu. Hata ukiolewa, unaanza unaanza kuwa na sheria, vile ambapo utaishi, saa mbili kila mtu awe amefika kwa nyumba eh. Ukichelewa kidogo, piga simu ukifanya nini, fanya hivi, lazima pawe na mwongozo, otherwise hakuna jinsi utakuweza kujiongoza na kujitawala wewe mwenyewe. Unapoata ajiliwa kazi, unaajiliwa kazi na kitu ya kwanza unaambiwa sheria za nini, za kazi. saa mbili umefika, usitoroke kazini, usifanye nini. Kwa hiyo kuna kila mahala pana mwongozo. huyu kijana